Umuhimu wa hu muungano ni kwamba kama Zanzibar tungalikuwa tunajitegemea peke yetu, kutokana na nchi kuwa ni ndogo sana na watu wengi walikuwa wanaifuatafuata, basi ingalikuwa ishafanyika mapinduzi mengi, tuishapinduliwa. Lakini kutokana na muungano, jeshi ni moja, kwa hivyo huwezi kuipindua Zanzibar bila wakati, na jeshi lile la nyingine la muungano linaendelea kuwepo. Kwa hivyo umuhimu kwa wa muungano ni kwamba Zanzibar inapata kuwa huru na haipati kupinduliwa na mtu yoyote, kama hujapindua jeshi. Na ukipindua jeshi na maana si hilo jeshi litakalo kuwepo hapa tu, mpaka liloko bara huko, yote nashabika ni jeshi moja. Kwa hivyo mpaka ulipindwe na jeshi la kule ndo unaweza kupindua Zanzibar. Kwa hivyo Zanzibar si rahisi kufanya kuifanya uka, ukaipindua hata siku moja lakini bado viongozi wa juu wanaendelea kujadili mpaka yaondoke yote matatizo ya muungano yaliokuwepo. Umuhimu wa jeshi ni kwamba jeshi lote ika ni la muungano. Kwa hivyo wakuu wa jeshi wa hapa anaweza kutolewa kutoka sehemu yote, kutoka bara kule, kutoka hapa Zanzibar, akaendesha aka brigedi hii hapa. Tunakuwa na kiwango cha brigedi Zanzibar. Kwa hivyo mtu wa brigedi anaongoza katika brigedi zote zikiwepo bara kule, nazo zikiwepo brigedi kama nne hivi na ya huku. Kwa hivyo wote anateuliwa na kuongoza brigedi, na kwa kiongozi wa brigedi hapa Zanzibar ni sasa na mtu wa brigedi ya kule, na amri zote zinatoka makao makuu ya jeshi, hazitoki katika serikali ya mapinduzi. Jeshi ni la muungano, polisi, magereza, polisi wahamiaji Usalama wa taifa zote hizo zimo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni sehemu za muungano. Wanaongoza majeshi wale, hawategi hawachukuli haa tu kutoka sehemu moja, hata huku Zanzibar wanachukuliwa kwa... na wanaunganishwa katika makao makuu ya jeshi. Kwa mfano kama sasa hivi mkuu wa jeshi anatoka Tanzania bara kule, lakini chief of staff ni mtu wa kutoka Zanzibar na nini, msaidizi mkuu wa jeshi zima kule kwa hivyo, hata hapa zamani ilikuwa brigedi ilikuwa mara nyingi walikuwa wanateuliwa wale watu waliokuwa wanatoka wamezaliwa hapa Zanzibar tu, kina hamisi semidi au kina spmidi kina bakari, wakati au wote walikuwa wanatoka Zanzibar. Lakini sasa hivi utaratibu ule umeondolewa, mtu anaweza kutawala popote pale, si lazima atoke Zanzibar tu, muhimu anawakilisha brigedi ya Zanzibar. Wito wangu kwa vijana napenda waimarishe huu muungano usiteteruke, tuendelee kuwa nao, kwa sababu hata ikitokezea ajira, mpaka na vijana wetu wanapata, wanakuja hapa, wanaenda makambini, wanaandikisha vijana wetu alafu wanawachukua, wanaenda kufanya kozi mbalimbali ndani ya jeshi, ikiwa ni maskari tu wa kawaida, vyovyote vinaenda kisawasawa. Maofisa tunapata nafasi sawasawa, kutoka huku wanapelekwa Monduli kule wanapigwa kozi ya ofisa kadeti, alafu anamaliza kadeti, kisha wanatawanywa sehemu mbalimbali. Si lazima kwamba umetoka Zanzibar kisha kwenda ofisa kadeti kule kuhitimu, urejeshwe Zanzibar. Unapelekwa sehemu yote ya muungano, na unaendelea na kazi zako, na familia yako vilevile unaichukua huko kulikopangiwa, unaishi naye popote pale.